Akili zao, wengine wamefungwa macho yao, ila wanasikia. Yohana akiwa gerezani alisikia matendo ya Yesu, kama ambavyo leo kuna watu wanasikia. aliposikia Yohana hakunyamaza, akatuma wanafunzi kwenda kumuuliza kwamba hapa tunataka tuelewe, lakini yuko gerezani. wewe uliyefika unatakiwa kumwamini Yesu kwa kile ulichosikia, ulichosikiaam hapa sasa, Yesu analizungumza kubwa sana naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo. Watu wanasikia matendo ya mdogo wake na Yesu Prophet Charles, wanasikia anaombea watu wanapona. Nikiwa huko, zimepita kama wiki mbili, nilipigiwa simu na watu walioambiwa wakasafiri, walikuja wamembeba mgonjwa, mama amefungwa, alikuwa shambani akaugua ghafla. Sasa, sio mimi ninayefanya kazi, ni Yesu anayetenda kazi Lazima tusikie matendo ya Yesu. Matendo ya Yesu leo yanatendeka kupitia watumishi. Hautamwona Yesu barabarani, hautamwona Yesu anahubiri, hautamwona Yesu anajenga kanisa, lakini utawaona kina chazi wanahubiri na kufundisha, na unaona kuna vitu wanatenda. Siyo sisi tunaotenda, ni Yesu anatenda kazi kupitia sisi. Kwa hiyo umtegemee Yesu kukute Yesu anatenda kazi paka sasa hivi ninapoongea na, leo atatenda, leo, sio kesho, leo atatenda kesho. Unasikiliza kipindi cha Saa ya Ulejesho na Mdogo wake na Yesu.